Je, umewahi kupewa maisha ambayo hukuyachagua? Je, umewahi kuolewa au kuingia katika maisha ya mtu ambaye tayari yalikuwa yamejaa maumivu, mamlaka na historia isiyomalizika? Je, umewahi kusimama karibu na mtu ambaye maisha yake ya zamani yaliathiri kila kitu kilichomzunguka, huku hadithi yako mwenyewe ikiendelea kimya kimya nyuma ya pazia? Maisha ya Asenathi yalianza mbali na Israeli, mbali na ahadi za agano, na mbali na Mungu aliyekuwa akibadilisha historia kupitia Yusufu. Alikuwa Mmisri, binti wa kuhani, alilelewa katika nchi ya miungu ya kigeni. Lakini katika wakati ule ule ambao Yusufu alitoka gerezani na kupandishwa hadi ikulu, Asenathi alipewa kwake kuwa mke. Aliingia katika maisha ya Yusufu baada ya ndoto kutafsiriwa, baada ya minyororo kuondolewa, baada ya makovu ya usaliti kuacha alama moyoni mwake. Hakushuhudia shimo, utumwa wala gereza, lakini aliishi na mwanaume ambaye majaribu hayo yalikuwa yamemuumba. Asenathi akawa mke wa Yusufu huko Misri, akamzalia wana wawili katika miaka ya wingi, na akasimama kando yake wakati njaa ilipoikumba dunia. Kupitia yeye watoto wawili walizaliwa, Manase na Efraimu, majina ambayo baadaye yatasemwa na Yakobo mwenyewe na kuhesabiwa kati ya makabila ya Israeli. Hadithi yake haisimuliwi kwa mazungumzo au matukio ya kusisimua. Inasimuliwa kwa muda, kwa nafasi, kwa watoto aliyowabeba. Asenathi hasemi kabisa katika maandiko. Hata hivyo wanawe wanaunda mustakabali wa Israeli haombi kwenye kurasa za Biblia, lakini anakuwa sehemu ya hadithi ya agano la Mungu. Maisha ya Asenathi yanafunua wito wa aina tofauti, wito wa wale wanaofumwa kimya kimya katika mpango wa Mungu bila kuonekana au kuelezwa. Anatukumbusha kuwa si kila urithi ni wa sauti kubwa, lakini mingine ni ya msingi sana. Hii ni hadithi ya mwanamke aliyewekwa katika makutano ya njaa, msamaha na utimilifu. Mwanamke aliyeingia kwenye hadithi akiwa amechelewa, lakini akawa wa maana milele. Hii ni hadithi ya Asenathi. Hadithi ya Asenathi inaanza katika wakati wa kuinuliwa ghafla, lakini si kwake mwenyewe. Yusufu anasimama mbele ya Farao kama mfungwa wa zamani, akiwa amesafishwa, amevaa mavazi mapya na kurejeshwa. Saa chache tu kabla alikuwa gerezani sasa anatafsiri ndoto ambazo hakuna mtu mwingine aliweza kuelewa. Miaka saba ya wingi inakuja ikifuatiwa na miaka saba ya njaa. Misri lazima ijiandae au iangamie. Farao hasiti, anatambua hekima isiyo ya kibinadamu. Mwanzo 41:38 inasema, Je, tunaweza kumpata mtu kama huyu aliye na roho wa Mungu ndani yake? Kwa maneno hayo, Yusufu anainuliwa kuwa wa pili baada ya Farao. Mamlaka inakuja haraka. Pete ya muhuri, mavazi ya kitani safi, mkufu wa dhahabu shingoni. Yusufu anapewa jina jipya linaloonyesha nafasi yake Misri. Kisha, bila maelezo, uamuzi mwingine unafanywa. Mwanzo 41:45 inasema Farao akampa Yusufu jina Safenathi Panea, akampa Asenathi binti wa Potifera kuhani wa Oni awe mke wake. Hivi ndivyo Asenathi anaingia kwenye hadithi ya Biblia, si kwa uchumba, si kwa uchaguzi, bali kwa kupewa. Anapewa Yusufu akiwa kileleni mwa mamlaka yake, wakati nafasi yake inapaswa kuthibitishwa ndani ya jamii ya Misri Ndoa ni ya kisiasa, ya mkakati na ya haraka. Maandiko hayatoi mazungumzo, hayataji hisia zake, hayatoi mawazo yake. Msingi uko kwenye muda. Asenathi haionekani kabla ya kuinuliwa kwa Yusufu, wala wakati wa mateso yake. Anaonekana tu baada ya shimo, baada ya gereza, baada ya kusubiri. Hili ni muhimu. Yusufu alikuwa amepoteza familia, uhuru na utambulisho wake kwa miaka mingi sasa. Kwa siku moja, kila kitu kinarejeshwa na kuongezeka: mamlaka, jukumu, nyumba na mustakabali. Asenathi anakuwa sehemu ya mustakabali huo, hata kama maandiko hayaelezi alivyoelewa. Yeye ni binti wa Potifera, kuhani wa Oni. Asili yake ni ya Misri. Malezi yake ni ya utamaduni ambao Yusufu haukutoka. Hata hivyo, anawekwa kando yake wakati Mungu anaanza kutumia Yusufu kuokoa maisha duniani kote. Maandishi yanaendelea haraka. Yusufu anaanza kusafiri Misri yote akihifadhi nafaka. Wakati wa miaka ya wingi, muda unapita na kabla njaa haijaanza, watoto wanazaliwa. Mwanzo 41:50 inasema kabla ya miaka ya njaa kuja, Yusufu akazaliwa wana wawili na Asenathi binti wa Potifera kuhani wa Oni. Asenathi sasa si mke tu wa Yusufu, yeye ni mama wa wana wake. Majina ambayo Yusufu anawapa yanaonyesha moyo wake, uponyaji wake, shukrani yake na kumtambua Mungu. Maandiko yananukuu maneno ya Yusufu, si ya Asenathi. Lakini nafasi yake iko wazi. Anabeba watoto ambao kupitia wao hadithi ya Yusufu itaendelea zaidi ya Misri hadi Israeli. Asenathi anasimama mwanzo wa jambo ambalo bado hawezi kuliona. Njaa bado haijafika. Ndugu za Yusufu bado hawajaja. Upatanisho bado haujatokea. Lakini nafasi yake tayari imekamilika. Yeye hayuko katikati ya jukwaa, lakini pia si wa pembeni. Anaingia kimya kimya bila maelezo, lakini kwa kudumu. Maisha yake yanafungamanishwa na mpango wa Mungu, si kwa maneno au maono, bali kwa muda na uzao. Asenathi anapewa Yusufu, anazaa wanawake, na kupitia yeye Mungu anaendeleza hadithi iliyoanza zamani kabla ya Misri na itakayovuka mbali zaidi ya hapo. Maisha ya Asenathi yanaendelea Misri, si Israeli. Maandiko hayamhami, hayabadilishi jina wala hayafuti asili yake. Anaendelea kuwa mwanamke wa Misri katika mfumo wa Misri, hata wakati kusudi la Mungu linaanza kujitokeza nyumbani kwake. Biblia inahamisha mwelekeo wake haraka, kutoka ndoa hadi utume. Yusufu anaanza kusafiri nchi nzima kusimamia akiba ya nafaka miaka ya wingi inapita. Misri inafanikiwa chini ya uongozi wake, mashamba yanazaa sana, miji inajaa magala, maisha yanaonekana salama. Asenathi anaishi katika msimu huu wa wingi, utulivu na maandalizi. Hakuna dharura iliyoandikwa. Ukimya huu ni muhimu. Mara nyingi Mungu hujenga misingi wakati wa utulivu, kabla ya shinikizo kuonyesha kusudi lake kisha maandiko yanaonyesha mabadiliko. Miaka ya wingi inaisha, njaa inaanza kama Yusufu alivyosema. Mwanzo 41:54 inasema ndipo miaka saba ya njaa ikaanza. Misri iko tayari, lakini mataifa mengine hayako. Njaa inaenea. Sasa nyumba ya Asenathi inakuwa kitovu cha uhai, si faraja. Yusufu anafungua magala Watu kutoka kila nchi wanakuja Misri kununua chakula. Nyumba anayokaa Asenathi si tena ya neema tu, bali ya kuokoa maisha. Ingawa maandiko yanataja uongozi wa Yusufu, pia yanaonyesha mazingira anayoishi Asenathi, mazingira ya shinikizo, jukumu na mahitaji makubwa. Njaa ni kali. Mwanzo arobaini na moja, hamsini na sita inasema njaa ilipoenea nchi yote, Yusufu akafungua magala yote. Huu ndio ulimwengu anaotembea Asenathi, si utulivu wa wingi, bali uzito wa matokeo. Maisha yake yanaathiriwa na matukio makubwa kuliko hadithi yake binafsi. Mataifa yanategemea maamuzi yanayofanywa nyumbani kwake. Maandiko hayasimulii matendo yake, lakini yanamweka katikati ya uhai na uhaba. Analea wana wakati dunia inakabiliwa na njaa, anaishi katikati ya shida na riziki. Kisha bila onyo, hadithi inabadilika tena. Mwanzo 42 inaanza kwa sentensi inayobadilisha kila kitu. Yakobo anaposikia kuwa kuna nafaka Misri, anawaambia wanawe, kwa nini mnaangaliana? Israeli sasa inavutwa kuelekea Misri. Njaa inafika kwa familia ya Yusufu. Asenathi yuko karibu na mgongano ambao hakutarajia. Nyumba anayoishi inakaribia kukutana na yaliyopita yaliyofichwa kwa miaka. Usaliti, hatia na msamaha vinakuja, si kutoka nje bali kutoka ndani ya damu ya Yusufu mwenyewe. Asenathi hakuanzisha tukio hili, lakini ataishi ndani ya matokeo yake. Maisha yake sasa yako kwenye makutano ya kuokoa na kurejesha, ya kuishi na kusamehe. Haendeshi hadithi, lakini yuko ndani yake. Njaa inaleta yaliyopita ya Yusufu Misri. Ndugu zake wanakuja kama wageni, bila kujua kuwa mtawala anayeshikilia maisha yao ni ndugu yao. Maandiko yanaandika hofu yao, kuchanganyikiwa na hatia yao, yanaandika jinsi Yusufu anawatambua, lakini anajizuia. Hayasimulii hisia za Asenathi. Ukimya huu una maana. Wakati ndugu za Yusufu wanamsujudia, ndoto za ujana wake zinatimia. Asenathi sasa ni sehemu ya nyumba ambapo haki na rehema zinapambana kimya kimya. Nyumba yake inakuwa mahali pa majaribu, ukweli na maandalizi ya upatanisho. Mwanzo 42:44 inaeleza hatua kwa hatua. Hatimaye Yusufu hawezi kujizuia tena. Mwanzo 45:1 inasema, Yusufu akalia kwa sauti, anajitambulisha, mimi ni Yusufu anasema wazi Mungu alinituma mbele yenu kuokoa maisha. Ufunuo huu hauunganisha tu ndugu, bali unahamisha familia nzima. Yakobo na nyumba yake wanahamia Misri. Mwanzo 46 inaandika safari hii. Asenathi sasa anaishi mahali ambapo dunia mbili zinakutana. Yeye ni Misri kwa kuzaliwa, ameolewa na mwokozi wa Israeli watoto wake wanalelewa katikati ya ahadi za Mungu. Hatoi maelezo, lakini uwepo wake ni muhimu. Wanawe wanakuwa katikati ya mpango wa Mungu. Miaka inapita, Israeli inakuwa Goshene. Hatimaye Yakobo anawabariki Manase na Efraimu kama wana wake mwenyewe. Mwanzo 48:5 inasema Efraimu na Manase watakuwa wangu. Watoto wa Asenathi wanahesabiwa kama makabila ya Israeli, urithi wake umekamilika. Asenathi hakutafuta sifa, hakusema, lakini kupitia uzao wake alibaki milele. Hadithi yake inatufundisha kuwa si kila maisha yanayotumiwa na Mungu ni ya kelele. Mengine ni ya kimya, lakini yana uzito wa milele. Asenathi hakuzaliwa katika ahadi, lakini akawa sehemu yake. Hakusema, lakini adhari yake ilidumu. Wanawe walibeba urithi wake. Hadithi yake inatualika tujiulize leo, si ninaonekana kiasi gani, bali nina uaminifu wapi Mungu amenipandisha. Shalom familia, karibu kwenye hadithi za bibilia. Tunaleta hadithi za Biblia kwa uzima, tukionyesha watu wa Biblia kama watu weusi na wenye rangi kama walivyokuwa katika nyakati za Biblia. Jiunge nasi kwa channel yetu Upatikanaji wa mapema wa video na majibu ya kipaumbele. Bonyeza join leo na uwe sehemu ya misheni hii ya kushiriki hadithi zetu na imani yetu na dunia.